Mimi naitwa Hamisi Mkotya almaarufu Chemba Boy. Leo nimechukua fomu ya kuomba ridhaa ya chama changu Chama Cha Mapinduzi ili niweze kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Chemba. Kwa nini nimechukua fomu? Kwanza, nimetimiza haki yangu ya msingi ya kikatiba. Kama inavyofahamika, katiba ya Chama Cha Mapinduzi inatoa haki kwa kila mwanachama ya kuchagua au kuchaguliwa. Lakini pili, ni dhamira yangu ya dhati ya kuweza kushughulika na matatizo ya wananchi wa Chemba. Mimi ni mzaliwa wa Chemba. Nimekulia Chemba. Elimu yangu ya msingi nimesoma Chemba. Kwa hiyo Chemba naifahamu vizuri zaidi na matatizo yanayokabili wananchi wa Chemba. Kwa muda mrefu nimeshiriki kupunguza ukubwa wa matatizo ya wananchi wa Chemba eh, kwa kutumia mlango wa nyuma kupitia taaluma yangu ya uandishi wa habari. Sasa nadhani umefika wakati mwafaka. Nadhani umefika wakati mwafaka kwa mimi sasa kuweza kutumia mlango wa mbele kwa ajili ya kushughulika na matatizo yao kwa maana ya kwamba nikawe mwakilishi wao bungeni kwa sauti pana kabisa. Katika taaluma yangu ya uandishi wa habari wa nimeshughulika na mambo mbalimbali mbali, katika vijiji mbalimbali. Nimeibua changamoto zao nyingi na baadhi yao serikali imetatua baada ya kusikia kilio, lakini nyingine zipo kwenye mchakato wa utatuzi. Kwa mfano katika tatizo la uhaba wa madawati katika shule mbalimbali za wilaya ya Chemba, nilishiriki kwenye kujenga hoja katika benki moja na niliweza kupata madawati mia mbili yenye thamani ya milioni ishirini. Hivi tunavyozungumza watoto wa Chemba wanakaa kwenye madawati ambayo yamepatikana kutokana na msukumo wa Hamisi Mkotya. Kama haitoshi wananchi wa kijiji cha Songolo mwishoni mwa mwaka jana walianzisha ujenzi wa zahanati kwa nguvu zao wenyewe, na mimi nilishiriki, nilipeleka maiki yangu pale na nikapaza sauti yao, kilio chao kikasikika na serikali ikaweza kupeleka fedha. Hivi tunavyozungumza ni wiki mbili tatu, za nyuma, mama akapeleka milioni sitini pale kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa zahanati ya pale Songolo. Lakini Pangalua, kata ya Kidoka, wananchi wa Pangalua wanafahamu ujenzi wa sekondari yao ulikuwa unasuasua, mimi kama Hamisi Mkotya nilizungumza na mamlaka na nikasukuma ajenda. Leo hii tunavyozungumza, ujenzi wa shule ya sekondari pala Pangalua imefika katika linta. Nini maana yake? Tunavyozungumza hivi, kazi ambayo nimekuja kuanza mchakato wake leo kuchukua fomu na ambayo naomba chama changu kiniamini, kazi hii tayari nilikwisha ianza huko nyuma. Kama nimeweza kuwasemea wananchi na nikaweza kushughulika na matatizo yao nikiwa mwananchi wa kawaida, ndio kwa maana naomba sasa sauti ili nikawa mwakilishi wao kule bungeni. Kazi ya mbunge sio kutoa fedha. Kazi ya mbunge ni kuwasemea wananchi matatizo yao, kushughulika na kero zao, kazi ambazo mimi huko nyuma nimekwenda kuzifanya. Sina shaka na dhamira yangu hata kidogo, kwanza katika kukivusha chama, lakini kuwawakilisha wananchi wa Chemba kwa sababu uwezo ninao, nia ninayo na sababu ninazo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kazi na utu, tunasonga mbele.